Habari mpenzi mtazamaji wa Malaika TV, karibu tena kwenye Usiku wa Mvuje. Na leo hii tuko ndani ya viwanja vya suma Kisuma 5G maeneo ya Temeke, kama tulivyoweza kuja kumuona dada yetu mwanadada uh, wa Kombolela ambaye ni dada Siwa, na leo tumekuja kuona jambo ambalo ametuitia hapa. Nini maana ya neno usiku wa mvuje leo tutaweza kushuhudia na tutaweza kuona kwa nini usiku wa mvuje nadhani tuweze kuingia tuweze kuona tukio zima la ndani na hapa ndipo eneo spika la matangazo yetu ya usiku wa mvuje ndani ya kisuba 5G karibu mtazamaji wa Malaika TV kama ambao unajionea ndani ya ukumbi huu wa kisuba <coughs> <coughs> Na wewe shoga yangu. Safi. Mimi ndio ulikuwa unaongea na mimi Mariam Makao unakumbuka? Eh. Nataka kukusupport shoga. Makao umechangamka. Udogo, nakushukuru sana kwanza kwa event nzuri ya leo. Asante. Na tunapokufahamu kwa nini Usiku wa Mvuje na badala sio? Ndio tunajua kwamba Usiku wa Mvuje, lakini kwa nini Usiku wa Mvuje? Kitu gani ambacho kimekuhamasisha kufanya event kubwa kama hii? Kitu gani mvuje ni dawa kama dawa zingine? Hey, hey. Na ni karakta yangu kwenye Kombolela, kwa hiyo mtoto kimeenda na nimefanya kwa sababu ya foundation yangu kwa hiyo kwa sababu nilikuwa najisikia nasa, na saidiaje watoto kwa hiyo nimefanya hicho kitu ili nitakapata hela hapa nipunguze nisaidie watu wenye uhitaji watoto na mama. Kwa hiyo, kwa Tanzania wategemee nini mazuri zaidi mbali na hapa mba ambacho kitu ambacho nakifanya leo makubwa zaidi, kwa sababu nitarudisha kwenye jamii. Wategemee nitarudisha kwenye jamii yangu, watafaidika watu wengi. Kwa hiyo, yote aliyokuwa saizi yuko nyumbani na mahitaji yake au anaumwa hospitalini itamfikia pempas labda mahitaji watoto yatima. Kwa hiyo wategemee mazuri za foundation. Sawa no, sawa so. labda ni gani hasa kimekufanya yani, umekaa tu kahisi kwamba utafuta usiku wa, wa, wa Mvuje? Ni gani hasa kimekugusa katika jamii yako ama katika kufanya, sio kama hili gani hasa utapenda kujua? Tanzania watu wengi wanauhitaji, watu wengi wanauhitaji, na unajikuta huna cha kuwasaidia utafanyaje? Sasa nimejikuta, mejikuta ambacho nitaweza kuwasaidia kwa maana nimeandaa foundation na pia na entertainment. Entertainment nitakuwa nafanya matangazo, nitakuwa nafanya na, na show kama hivi, nitakachokipata nasaidia. Kwa hiyo tutaifanya, ni huruma yangu na mapenzi kwa Watanzania. Tunakushukuru sana Dada Siwa Asante. Endelea sana kujitoa katika jamii tuna na tunakupenda sana kipenzi. Dada Flora mambo vipi? Poa. Na, na miaka mingi. Tunafurahi kukuona katika usiku huu wa mvuje. Asante. Ah, dada Flora kama ambavyo mwenzangu ametangulia kusema, mbona kimechako ni kingi sana, tatizo ni nini hasa my dear? Kuna um, vitu ambavyo nilikuwa navifanya, alafu pia niko kwenye uzazi, ingiza mtoto mwingine kao, nilijipa likizo kidogo ya kupumzika na kuweza kulea vizuri na kuweza kufanya mambo mengine kwa ajili ya kujiingizia mapato kwa njia nyingine kwa upande wako watazamaji wata ama watanzia wanataka kufahamu ni kitu gani hasa kimekugusa katika maisha ya Kombolela ama tamthilia ya Kombolela, mpaka kuwa katika usiku huu wa mvuje? Kwanza um, kabisa niko hapa kwa ajili